Kwa nini viwango vya usafi ni muhimu? Viwango vya usafi ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa vijidudu, bakteria na magonjwa, kuhakikisha kwamba nafasi tunazoishi na kufanyia kazi zinabaki salama na zenye afya. Mazingira safi huboresha hali njema na ya faraja, kuwanufaisha watunza nyumba na watu wanaokuhudumia. Kwa kufuata viwango hivi, watunza nyumba hulinda wenyewe na wengine kutokana na maambukizo ya kuboresha hali ya maisha kwa kila mtu anayetumia nafasi. Kuzingatia viwango vya usafi kuakisi kitaaluma na kujenga uaminifu kwa mwajiri au wageni. Mazingira yasiyosafishwa vizuri huacha hisia chanya ya kudumu, huonyesha utunzaji, umakini kwa undani na kiburi katika kazi yako. Kila mwajiri anaweza kuwa na mapendekezo tofauti kuhusu jinsi anavyotaka maeneo au vitu visafishwe. Kwa hivyo, ni muhimu kumuuliza anachotarajia. Hii inahakikisha unakidhi viwango vyao na kuepuka kutoelewana. Kwa mfano, nilipokuwa ninajitayarisha kwa ajili ya mazoezi haya nilihitaji kusaidiwa katika nyumba ninayofanya kazi ili kusimamia kazi zangu za, za usafi kwa kuwa tayari nilikuwa nikitunza mtoto mdogo, kusafisha, kufua na kupiga pasi na kurekodi video za mafunzo hayo. Tuliajiri msichana mdogo asiye na uzoefu ili kusaidia mara moja kwa wiki. Siku ya kwanza alitumia sabuni nyingi sana kwenye vyombo hivi kwamba vilikuwa na ladha ya chumvi. Ilitubidi tuoshe kila kitu, kisha akafuta jiko zima kwa kitambaa kichafu na kumkasirisha mwajiri wangu. Ndiyo maana mafunzo ni muhimu. Wakati huo nilikuwa na msichana mdogo ninayemtunza shuleni. Na kama ningekuwa nyumbani ningemwongoza kama vile nilivyoelekezwa sasa, kukusaidia kuelewa jinsi sahihi ya kufanya kazi yako. Jambo muhimu sana la usafi ni kuzuia uchafuzi. Kutumia zana sawa kwa kazi nyingi kunaweza kueneza bakteria na kusababisha magonjwa. Acha nieleze kwa mfano ili kukupa ufahamu bora. Katika Afrika Mashariki inapoishi maji ya bomba hayapatikani kila wakati, watu wanahitaji kuteka maji kisimani. Hapa watu wengi hutegemea ndoo za maji na vyombo vidogo kwa ajili ya kuosha baada ya kutumia choo badala ya karatasi ya choo. Walakini ndoo hizi zipo wakati mwingine hutumia pia na watunza nyumba wasio na elimu kusafisha sakafu. Pia bakteria hutoka kwenye sakafu kisha kuchafua maji, na hivyo huongeza hatari ya maambukizi kama vile UTI na magonjwa mengine. Wakati mtu hutumia maji kuosha, watu wengine hata hutumia maji yale yale ya kuosha mikono na nyuso zao. Hapa kuna hatari kubwa inahusika. Unaweza kuona ni kwa nini ndoo hiyo hiyo inatumia kuosha sakafu kisha kujazwa maji kwa kuhudumia usafi wa kibinafsi na kisha watu wengine hutumia maji yale yale yanayotumika kwa usafi wa kibinafsi kuosha mikono na nyuso zao. Tunapaswa kuelimisha watu, watu wanaweza kuugua sana. Kama mlinzi wa nyumba anayefanya kazi katika maeneo ya umma kama vile vituo vya mabasi au vituo vya treni, una fursa ya kipekee ya kuleta matokeo chanya. Unaweza kuelimisha watumiaji kwa kuwahimiza kunawa mikono katika beseni zilizowekwa badala ya kutumia ndoo zile zile zinazowasaidia kwa usafi wa kibinafsi. Kwa kuwasaidia watu kuelewa tofauti hii rahisi lakini ni muhimu unazuia kikamilifu kuenea kwa viini na kuwalinda dhidi ya maambukizo yanayoweza kutokea. Unapochukua hatua ya kufikiria mbele na kutoa mwongozo, hufanyi kazi yako tu, unaleta mabadiliko kwa kweli. Kitengo chako kidogo cha utunzaji na elimu kinaweza kuwa na athari mbaya, huboresha afya na ustawi na wale walio karibu nawe. Hii ndivyo maana ya kuwa bingwa wa utunzaji wa nyumba, ukifikiri zaidi ya kazi unayopaswa kufanya na kutumia ujuzi wako wa kuwania na kuwalinda wengine. Unaona kwa nini ni muhimu kutumia vifaa maalum kwa kazi maalum. Hii siyo tu kuhusu kusafisha, ni kuhusu kulinda afya ya kila mtu anayetumia nafasi. Kuchanganya kwa uangalifu zana za kusafisha kati ya kazi kunaweza kuunda hatari kubwa za usafi. Na sasa kwa kuwa kuwa unaelewa hili, hakuna kudhuru kuwa mvivu au kutokujali katika kazi yako. Kwa kupuuza viwango hivi kunaweza kuwadhuru wengine na kuonyesha ukosefu wa kitaaluma. Ukijipata hutaki kupata mazoea, tasnia hii inaweza isikufae. Utunzaji wa nyumba unahitaji umakini kwa undani na kujitolea kufanya kazi kwa haki kila wakati. Kwa kufuata viwango vya usafi vya mara kwa mara unaepuka kufanya kazi upya bila lazima, kuokoa muda na kuweka vifaa na nyuso katika hali nzuri. Ni muhimu zaidi, unaunda mazingira salama na yenye afya na ya kukaribisha. Kuwa mwangalifu na kuwajibika na kuchukua hatua kutoweka tofauti, kama bingwa wa ukweli wa utunzaji wa nyumba anayekidhi matarajio ya mwajiri na kujivunia kazi anayofanya.